Izi kwa kweli mimi nikushukuru sana. Wenzangu wote walionitangulia wameweza kuwashukuru, wamekushukuru wewe binafsi, wamewashukuru wasaidizi wako, lakini pia wamewashukuru wananchi wote wa halmashauri ya Kondoa disii, kwa kweli imefanya kazi kubwa na kazi nzuri, na mwenge wa uhuru kwa kweli umeiridhia miradi yote ya kimaendeleo ambayo mnaisimamia hii kama halmashauri, lakini pia mnaisimamia kama serikali ya wilaya ndani ya halmashauri yenu kwa kweli hongereni sana, na Mungu aendelee kuwabariki juu ya kuwasaidia wananchi wetu. Lakini pekee, ndugu wananchi, mwenge huu wa uhuru ulitembea katika kilomita nyingi sana ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ydisi. Kwa kweli yale yote ambayo alihamasishwa juu ya mwenge wa uhuru, ni waombe ndugu wananchi, mnaendelee kufanya kazi, lakini kubwa na zaidi hakikisheni mnajitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mwezi Oktoba kwa amani na utulivu. Baada ya kusema hayo, ndugu wananchi, mimi nawashukuru sana, na sasa tunaomba ila zenu, mturuhusu tuelekee ndani ya halmashauri ya kondoa mji, ili na mwenge wa uhuru wende ukawake ukang'are na ukameremete ndani ya halmashauri mwenge wa uhuru we halmashauri ya Kondoa mji Mheshimiwa <coughs> mkuu wa wilaya ya, ya Kondoa, wananchi pamoja na watendaji wa halmashauri ya Kondoa mji wamejitokeza kwa wingi katika viwanja hivi lakini kiukweli sauti zao hazielezishi na walikufanana wa wa wa na najua walikupendeza walivyo. Sasa mimi ningekuomba jambo moja, mheshimiwa mkoa ya huko. Halmashauri ya Kondoa mji wamekabidhiwa mwenge wa uhuru kitaifa watano, lakini viongozi wao bado msijafika na mwenge wa uhuru wajafika. Sasa ikikuridhia, ningeomba hii ratiba ya Kondoa mji tungemalizia halmashauri ya Kondoa DC hapo tujue ndani ya yailarii mwenge wa uhuru itembea hata halmashauri moja, na ndio ambayo itakuwa ni mfano katika jamhuri ya muungano wa Tanzania. mwenge wa uhuru iye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 Pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalumu yenye swimming pool iliyopo floor ya tatu. Kuna kumbi za mikutano kubwa mbili na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na, na ubora wa huduma zake.